Mamo, vipi mwana SNS? Niko Rock City uh, maeneo yafurahisha. Nimekuja Maraha Auto Garage uh, nipo na Maraha mwenyewe uh, ambaye uh, tuwahi kufanya naye mahojiano kafahamu stori yake, lakini sasa hivi amekuja na kitu kikubwa sana kwa ajili ya kusaidia uh, industry ya comedy kwa hapa uh, Mwanza, nasema Kanda ya Ziwa kwa ujumla so niko naye nipige naye stori mbili tatu. Nimekuja huku nikasema si uh, vibaya nikipita kwake, kwa sababu hiki ni kitu kikubwa ambacho uh, kitasaidia talents nyingi sana uh, kaka, kwanza uh, ni, ni, nataka nijue kwa nini comedy? Kwa sababu ukiangalia uh, Rock City sasa hivi haina wakilishi wengi sana wa muziki kama ilivyokuwa zamani, unajua eh? uh, na wewe ni mtu wa muziki sana ndugu yangu. Uh, historia yako inaonesha ulikuwa unauza nyimbo na nini. Kwa nini ume umeanza comedy na sio kwenye mziki? yeah, of course, in, kwa sasa hivi mm. niamua kufanya comedy kwa sababu tumeangalia ndio sehemu ambayo inayumbayumba ina kidogo kwa Kanda ya Ziwa, ila mziki ndio wapo ni ambapo kuiamsha ni rahisi yeah. Lakini kwa comedy hiyo amna kitu kishafanyika, labda amna, amna platform endelevu ambayo ishafanyika

So nini hasa, uh, unakijenga sasa hivi, plani ikoje? Yeah. Plani sasa hivi tulivyofanya sasa hivi tunatoa comment search ambayo tumeitumia kupata wale wataalamu tunahitaji comment. Yani nia na madhumuni ya kufanya ile comment search ni kwamba tupate comedian bora. Mm. Sio bora, comedian ambao tutawasajili tutawasaini moja kwa moja katika la platform la comedy platform. Okay. Ambao tutakuwa nao ni wakunuu pia na tutaongeza na comedians wengine ambao sio wa Mwanza wametoka sehemu tofauti, kwa sababu mimi na madhumuni platform ndio ya Mwanza, ila comedians si lazima wawe wa Mwanza. Ah yeah, kwa tunachanganya watu wote, lakini first priority watapewa watu Kanda ya Ziwa then tutaongeza flavor ambapo tutaweka taste na pia watu wengine, comedians wazuri ambao wana majina wanaotoka kwenye platforms zingine zingine kubwa hizo. Yeah, wanakuwa wamepata fursa. Kuwapa, sio lazima mtu akae sehemu flani, sio mtu aa sehemu flani. Kuna mtu anaweza kaa yuko kwenye platform flani, lakini hana nafasi ya kuonekana, lakini akaja kuonekana kwenye la stand up comedy ambayo inafanyika Kanda ya Ziwa so yeah. So, um, uzinduzi na nini ambacho kitafanyika sasa kutambulisha jukwaa. Sasa baada ya yeah, kuwa tumesha wapata comedians yeah. Wazuri tumewasajili tumewasaini, then tarehe ishirini mwezi wanne ambao ilikuwa ni Pasaka, ndio tunaozindua rasmi hii platform, na kwamba la comedy platform inazinduliwa tarehe ishirini mwezi wanne, Pasaka ndio tunazindua rasmi ah. Hapo tunakuwa ni platform endelevu, kila baada ya mwisho wa mwezi tunakuwa tunakiwasha sheza. Tumewapata, tunakuwa tunapiga nao kila mwezi tutakuwa tunaangalia katika mwezi, tunaleta komedia mmoja mkubwa ambaye ametoka Mwanza, ni mkubwa yupo, kanafanya vizuri Dar es Salaam, tunamleta anakuwa kama entertainer, waje kufungia show mm. Lakini tunataka sisi tuwafind watu wa Mwanza wapate flavor, comedian wetu wa sisi wa platform yetu hapa hapa kila mwezi, kwa sababu nina madhumuni. Tumefanya hivyo kwa sababu wewe unajua, yeah Mwanza au Kanda ya Ziwa hii staili ni zile zile za kwenda kusema kwenye kelele, watu wanatoka kwenye kelele, hakuna sehemu fulani ambayo wewe unaweza kaja kama mgeni, sisi ni sikai, umekuja Mwanza yeah. Uhitaji makelele, uhitaji pombe, uhitaji nini? Uhitaji sehemu moja kukaa, poteza stress, poteza muda pia, una kwa tokaamua katika kila mwezi. Hiyo ni burudani, ni starehe kwa watu uh, tofauti tofauti ambao wanakuwa na genre tofauti tofauti na inaonyesha uh, you know, tayari wewe umekuwa ni, ni mtu ambaye una interest na comedy, na bila shaka uh, comedians ambao wamewahi kuja huku kama cheka tu, umewahi kuhudhuria labda show zao, mwitikuo kuwa unakuwaje Mwanza? kama makama nilikuwa ni mmoja wa watu wanaosaidia ile event back na tukua ni watu wao, watu tunawasaidia kufanikisha ile event kwa Mwanza. Pia na Joe Master yeah, nyumbani yeah. Ile mmoja wa wadau wanaosaidia kufanikisha na ile event ingemvaa yeye mwenyewe wa oh. Kwa 100% that's why hata wengi wao umeangalia, hata kwenye pe, peji zao wameposti hili jambo, sababu hii wa, wanajua kabisa Kanda ya Ziwa ina nguvu yake kwa sababu uliza waandaji wote wa comedy, hakuna event wameshawahi kufanya hizo za hizo za, za, za kila wanapofanya tu wazao ikajaza zaidi ya Mwanza Mwanza mm. Mwanza always inakuwa ina course na master na ukimtoa Joe master ni mchekeshaji mwingine ambaye ametusua sasa hivi um, chimbuko lake ni hapa. Kuna Shafii wapo wengi, kuna Shafii ah. kuna master kuna yule Matabe yule anasema mimi nimekoma mm wako wakutosha wengi waku, waku kina Mwala wapo, kina nani mtoto wa dada wapo wengi sana, kina nani wale wanaitwa Ngosha yeah. E, wapo wengi. Kwa hiyo wewe kwenye pitapita yako pita, umeshawahi kukutana na hizo talent ambazo ziko hapa na hazijulikani kabisa? Bro, nikwambie kitu yeah. uliza mtu yote atampigie simu atakoi yeah. au mpigie mtu yote watubaki, mwambie Mwanza au Kanda ya Ziwa ina talent Una vijana ni wabaya sana kwenye kobe, yani wanafanya stand-up comedy ni barara oh. Ni vile tu wajapata nafasi ndio yeah. Ndo maana that's why nimeona hiyo nafasi, nimeamua kuileta hii iwe njia ya kuwafanikisha wao kufika hapo. Yaani kuna watu wanavipaji. Tumefanya kwenye cheka tu, ile tulivyofanya ilikuwa country tour mwaka jana mm. Tumefanya ile tumefanya tulifanya audition before event <laughs> tulipata ilikuwa kuna ni news eh, kuna comedian, mpaka olina, wa kwa mpaka wato sababu mm, watoka Mwanza hawajatoka, bado wako chini yake pale, anaenda nao anaendanao. Kanda ya Ziwa iko vizuri, ko mimi mpaka kufikia kufanya maamuzi ya kuandaa hii platform yeah. Nimeshafanya survey na uhakika, ninachokifanya ndio maana wao, nimewekeza nguvu zote kila kitu, kufanya promotion na kufanya platform hiyo ya kisasa. Sitaki, nataka ata ya kisasa kabisa yani yeah. Yani, ikienda yani, wewe mwenyewe ukikaa ukiangalia unasema yeah, hichi ndio kitu tunachokitaka hadhi na venyu itakuwa wapi? venyu tafanyia kwa uzinduzi, tunafanyia tunza, eh uh -huh. then kwa ile uh, ya one time ile uh, ya kia, kila mwezi yeah. tunafanyia kumbi moja inaitwa Morning Star Hall uh -huh. iko pale Saba Saba, unakula kama baba na kisege kidogo mmm uh ile -huh. ndio kumbi mdogo ni mzuri mdogo, standard kwa ajili ya kufanyia event za kila mwezi uh -huh. ah yeah. yeah. interesting. So uh, umeshasikia na pengine labda umalizie na la mwisho kabisa kuhusiana na the whole project na nini matarajio ya wapenzi wa, wa, wa, vichekesho nafikiri uh-huh. Yani kwa sababu wategemea kitu kikubwa cha kwanza. yeah. Yani ile platform yote ya comedy unaiona la wanaiona sisi Dodoma, si watu wategemea kuiona na Mwanza hivi, kwa sababu pia inafanywa na mtu ambaye ana experience na event, ni mtu ambaye kwenye entertainment muda mrefu sana. Unajua tupo kwenye entertainment muda mrefu alafu tuko low key hatu watu wa kujua lakini, sasa hivi imekuwa kuna wengine wanashangaa why mtu kwenye entertainment anakuwa na vile maajabu haya, kwa sababu hawajui, kwa sababu mimi na experience kwenye entertainment zaidi ya miaka kumi na hii entertainment mimi nimeanza nayo maisha, nakumbuka kama tulifanya hiyo interview, kabisa kabisa. Hiyo nimeanza entertainment na elfu mbili na kumi na moja, nafanya leta wasanii, wasanii walipa laki tano, kuna wasanii nilikuwa nalipa laki tano, sio na mtoa ndio anampandisha, basi anampa laki tano, hizo mpaka sasa hivi mpaka experience nayo ya kutosha. Next pia na experience kwenye event, mi naenda event nyingi. Kifupi, kama sasa hivi unajua, naandaa event za kanda ya Ziwa East Africa, nikaipangia ikakutana sehemu flani, nikimaliza Arusha, kwa sababu nikimaliza cheka tu, nikimaliza comedy la comedy hivyo, tarehe ishirini ah, uh, May tarehe tatu kwa mm-hmm, kwa na tarehe nne Mei niko Arusha kwa ajili ya event tumeandaa, inaitwa Tanzania Afrika okay. Inakutanisha Kenya, Tanzania na Uganda. Kwao tuna experience kwenye event, ndio maana tumewekeza kwenye e-comedy ili kuinua vipaji vya kanda ya ziwa vionekane, yeah. Ni na madhumuni kuonekana kwa sababu sasa hivi tumeanza kwa udogo, kwa baadaye tutaingia kwenye TV. Tayari nishaongea na watu wana meni ya zote kubwa kuu za TV, yeah, yeah, kwa ajili ya kupata nafasi ya kuingiza channel yetu baad tutakuwa na channel pia tutaingiza vizuri. Kwa hiyo ni platform ambayo ina mipango mizuri kubwa, inahitaji support yeah. Isapotiwe, inahitaji masponsa pia, waja wasapotie nguvu, ili tusiishie njiani. Unajua, pia samizaasajam nahitaji nguvu, mwenyewe mwenyewe inakuwa ngumu, pia watu wengi wapo, wanatushika mkono. ah, hmm. okay. Mzee kita Shukran sana na kila la heri mze. Shukran sana kwa kuwa na uchungu na Rock City na Kanda ya Ziwa, kwa unaona jitihada na sisi. Haijalishi tu kwamba tumetokea upande huu, lakini as long as ni jambo kubwa na linasaidia vipaji kuvipa spotlight, yani yeah. yeah, yeah. sure, sure unasapoti vitu sana kutoka huko, so shukran sana shukran sana awe. Sasa ndio hivyo, ya, ya, ya, kazi yako ni moja tu kusupot kupitia SNS tutakuwa tukishare hizi progress za kile ambacho Peter uh, pite anakifanya kwenye eh, Raha uh, comedy search na badai, uh, na baadaye ile platform ya kila mwezi na uzinduzi tarehe ishirini uh, April mwezi wa nne, ambayo eh, itakuwa ni siku ya uh, Pasaka sie